Ni shida, asilimia kubwa wananchi wanakunywa maji ya visima uwauaaaieo kiaiia ubwaikeo ya maji barabara ya wa mlongo mpaka kwenda mirongoau Simanjiro imekuwa ni kero, nafikiri wamepita nao. Sisi wamama hapa sokoni, soko letu halijatengemaa, tunahangaika. Soko halina umeme, halina maji, tuko hapa pembezoni kwa barabara, kwa sababu hatuja hatujaweza kupatiwa soko linalokinzi mahitaji yetu. Ikifika saa moja, mheshimiwa, ni giza, ambapo kama mnavyoelewa kuna vibaka. Sisi ni wamama tunafanya biashara zetu ndogo ndogo, soko halina, halina halina umeme, soko halina barabara. Wateja wetu wanaingia na na magari, hawana mahali pa kupaki, kwa hiyo hatupati wateja. Ndio maana tunakaa hapa kwa ajili wateja wanapaki magari tunaweza kuuza. Shule pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna changamoto pia kama nilivyosema, maeneo mengi yalishauzwa. Lakini bado kuna eneo moja liko kule karibu na Dambo, kama ndivyo, nilikumbuka kuna mama mmoja alipewa kwa ajili ya mashughuli za watoto yatima zaidi ya eka kama kumi na tano, na mpaka leo kesi iko mahakamani. Tumesha sema tutamwita ofisini, tutamwachia kieneo chake kidogo kwa ajili ya yatima naeneo lililobaki tutaangalia uwezekano wa kuipangia matumizi mengine, lakini shule itakuwa ndo kipaumbele chetu cha kwanza. Hapa Arusha jiji tuna tatizo la kukosa vyanzo vya kupata maji ya kutosha, ili kusambaza jiji lote la Arusha kwa pamoja na Arumeru. Hata hivyo, serikali imetenga bilioni 4.5 kwa ajili ya kutafuta vyanzo vya maji. Tumetafuta vyanzo hapa, tulienda mpaka mlima Meru kwa ambapo wataalamu wa tafiti walienda, wamekosa chanzo kikubwa kitakachoweza kupata maji ya kutosha. Nafurahi kuwaambia eneo ambalo tumepata chanzo ni kula ya Rumeru, sehemu inaitwa, eneo linaitwa asa niko, ambapo tutapata chanzo cha maji ya kutosha kuleta Arusha jiji.